Wakati ambao unatakiwa kuutafuta msaada wa Mungu kwa bidii kwa kumaanisha, kwa sababu kwenye hizo moment uko kwenye wakati wa hatari. Unaposoma kitabu cha Zaburi sura ya 115 mstari wa 16, maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Unajua maana yake? Maana yake ni kwamba kwenye protoko ya uongozi wa mbingu Mungu awezi akaingilia ajenda za kidunia bila ya kupewa mwaliko. Mungu awezi akaingilia kwenye maisha yako bila ya wewe kumkaribisha. Inawezekana unapitia wakati mgumu, inawezekana unapitia changamoto, inawezekana unaonewa, inawezekana kila siku unalia, lakini Mungu katika uungu wake hawezi akashuka mbinguni aje kuingilia kati hali yako, ni mpaka pale umechukua bidii ya kuweza kumkaribisha kwenye maisha yako. So kuna hali kama tano ambazo ukiziona kwenye maisha yako unatakiwa kujua umefika wakati ambao unatakiwa kumtafuta Mungu kwa kumaanisha, kwa sababu ni yeye pekee ndiye ambaye anaweza akakupa msaada ambao utaleta maana kwenye maisha yako. Wakati wa kwanza ni wakati ambao unashauku kuu ya mabadiliko ndani yako. Mara zote unapoona uko kwenye hali ya kuchoka, vitu ambavyo umeexperience umechoka, ajira ambayo uko nayo umechoka, kiwango cha maisha ulicho nacho umechoka, kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako, unatamani matokeo mapya, unatamani kiwango kipya cha maisha, unatamani kwenda kwenye hatua nyingine, unatamani kupata matokeo ya tofauti, una kiu kubwa ya mabadiliko, ni wakati ambao unatakiwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa nini? Kwa sababu That is very tense moment. Ukicheza kidogo shetani anaweza akaingia akakuletea mpango ambao umetoka kwake, na siku zote mpango wa adui utakuaribu. Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya pili mstari wa 23 maandiko yanasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafariki, wana wa Israel wakaugua kwa sababu ya ule utumwa wakalia na kilio chao kikafika kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Maana yake nini? Kwenye wakati ambao uko na msiba mzito, uko na mambo ambayo yanakuumiza, uko na mambo ambayo yamekuchosha kwa muda mrefu, yamekutesa, yamekuakalaisha, yamekutaabisha kwa muda mrefu, ukilia kilio chako mbele za Mungu, Mungu anaweza akakuelewa na akakupatia msaada. Sasa swali ambalo ambalo nataka nikuulize wewe, kilio chako huo unakipeleka wapi? Kwa sababu kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya ni kwenda kulia kwa watu, ni kwenda kulia kwa majirani, ni kwenda kulia kwa marafiki zao, ni kwenda kulia kwa washikaji ambao mwisho wa siku kitu pekee anachoishia ni kukuposti status. Unatakiwa kutengeneza kawaida kwamba unapoona umebanwa, umekutana na mazingira magumu, sehemu salama zaidi ya kuanza kulia ni kulia magotini, ni kumtafuta Mungu. Mungu anaelewa. Unaposoma maandiko hapa, unasema kwamba wana wa Israeli wakalia na kilio chao kikafika mbinguni. Sio kwamba waliweka msiba wa kulia maombolezo, walienda kulia kwenye maombi, walijifungia wakamtafuta Mungu kwa bidii, na Mungu akaelewa kile ambacho wanakipitia. Kwa hiyo mara zote unapokutana na hali umechoka kiwango ambacho upo, umechoka hali ya maisha, unatamani kujiondoa kwenye vitu fulani. Kabla hujafanya maamuzi, mtafute kwanza Mungu. Ni rahisi sana shetani kukuletea msukumo kwamba hiyo kazi ambayo umeifanya imekuchosha, andika barua ya kuresign na uondoke hapa mara moja. Ukifanya haraka haraka, anaweza akateke advantage ya hiyo situation yako, akakusukuma kweli ukaandika barua ya kuresign na maisha yako yakawa magumu mara kumi kuliko ambavyo ulikuwa kazini. Kwa hiyo, jitahidi kumtafuta Mungu kwa sababu msaada kutoka kwa Mungu ni kitu salama zaidi kuweza kukipata. Hali ya pili ni kukaa kwenye kiwango kimoja kwa muda mrefu kukaa kwenye levo moja ya maisha kwa muda mrefu. Inawezekana wewe ni mtu ambaye umejikuta umebaki kiwango kimoja kwa muda mrefu, kiwango chako cha uchumi hakijawahi kubadilika miaka nenda rudi, licha ya kujitahidi kusoma vitabu mbalimbali, licha ya kujitahidi kuhudhuria semina mbalimbali, umejaribu kila triki ambayo unaijua, umekuwa mwaminifu kwenye kila kitu, lakini still haujawahi kubadilika kwenye hicho kitu. Inawezekana ikawa ni kazini miaka kumi miaka kumi na tano uko kwenye levo ile ile. Inawezekana ni kiwango kwenye maisha yako haikijawahi kubadilika. Unapokutana na hali kama hiyo, umestak samwea, haukui hauongezeki, hauendi mbele wala urudi nyuma, unatakiwa kumtafuta Mungu kwa sababu Mungu ni mtaalamu wa kuleta msaada kwenye mazingira kama hayo. Kumbukumbu la Torati sura ya pili mstari wa pili na watatu, maandiko yanasema Bwana akanena akawaambia, Mlivyo huzunguka mlima huu yatosha; geukeni upande wa kaskazini. Mungu huwa ana kawaida ya kusema imetosha kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ukimkaribisha anaweza akaingilia kati hali yako, anaweza akaingilia kati uchumi wako, anaweza akaingilia kati kwenye biashara yako, anaweza akaingilia kati kwenye huduma uh, yako, na akasema yatosha, na akakupa neema ya kugeukia upande wa kaskazini, na ukaanza kuexperience matokeo mengine. Mtu wa Mungu, usiwahi tu kulalamika kwa watu kwamba nimekuwa kwenye utumishi kwa muda mrefu, nimebaki kiwango cha kujitafuta miaka nenda rudi. Mtafute Mungu yeye aliyekuita kwenye huo utumishi anazo password za kukupeleka kwenye kiwango kingine. Hali ya tatu ambayo ukiona unatakiwa kumtafuta Mungu ni pale ambapo unapitia kitu chenye nguvu kuliko uwezo wako. Unakutana na jaribu ambalo limezidi experience yako ya maisha, limezidi umri wako, limezidi ujanja wako wote. Mtu wa Mungu, kwenye hiyo situation mtafute Mungu. Hauwezi ukashinda kwenye hayo mazingira, hauwezi ukashinda kwenye hicho kitu. Inawezekana wewe sasa hivi unapambana na tatizo ambalo ukiliangalia vizuri, nagundua ndio tatizo ambalo lilimwangusha babu yako, ndio tatizo lililomsumbua na kummaliza baba yako. Sasa hivi wewe unajaribu ku deal nalo kwa hekima na mashauri wa rafiki yako. Do you think kwamba babu yako hakuwa na watu wa kumshauri? Do you think kwamba baba yako hakupata watu wa kumshauri? Jiulize, inawezekanaje ili tatizo limedumu kwa muda wa miaka 30 plus, limemwangusha babu, limemwangusha baba, limesumbua kaka zako na dada zako, then wewe unataka kuamini ni kwamba kwa kuingia tu YouTube kusikiliza clip ya mtumishi wa Mungu fulani utapata mpenyo? Never. Kuna mazingira unatakiwa kutengeneza, madhabau ya maombi, umuite Mungu aingilie kati hiyo hali, ili aweze kukutetea. Inawezekana wewe ni binti ambaye sasa hivi umejikuta kwenye single parent, lakini Ukiangalia, mama yako alikuwa single parent, shangazi yako ni single parent, bibi yako alikuwa single parent, na ndugu zako wengine ambao wajui walikuwa single parent. Mtu wa Mungu unapigana na tatizo ambalo lina umri kuliko umri wako, lina uzoefu kuliko uzoefu wako, limekuwa kwa miaka mingi na lina nguvu kuliko nguvu zako. Unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 mstari wa 17 hadi 18. Maandiko yanasema alinipeleka kutoka juu akanivusha akanitoa katika maji mengi akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, maana wale walionichukia walikuwa na nguvu kuliko mimi. Mungu ana uzoefu wa kuwatetea watu wake wanapokabiliana na upinzani wenye nguvu kuliko uwezo wao. So ni swala la kujiuliza, nini ambacho kinakukabili? Ni eneo gani ambayo linakusumbua? Jaribu tu kujipima, kama unaona una uwezo wa kutosha kabiliana nacho. Lakini kama unaona zako pungua na nguvu uwezo nguvu zako zimepungua mtafute Mungu. Na tunapoongelea nguvu uwezo wa nguvu zako ni tofauti na wa mtu mwingine, so usiwahi kujipimia kwa kiwango cha mtu mwingine. Kama unaona kinachokukabili kina nguvu kuliko wewe, mtafute Mungu. Hali ya nne ambayo natakiwa kuinuka serious na kuinua madhabao ya maombi kumuita Mungu akusaidie ni pale ambapo unaibuka upinzani mkali kwenye lango la ushindi wako. Mara zote unapokaribia lango la mpenyo, lango la ushindi, unatakiwa kupata matokeo. Kuna mchezo adui wanapenda kuufanya. Sio mara zote adui atakushambulia unapoanza kutafuta hivyo vitu. Sio mara zote adui atakuzuia kuanza kuteki step za kwanza, wakati mwingine atakusubiri mwishoni, unapokaribia kupata matokeo, unapokaribia kuhitimisha. Kwanini? Kwa sababu umesha riski kila kitu, umesha sacrifice kila kitu ulichokuwa nacho, umesha invest muda, umeshawekeza maombi, umeshawekeza pesa, umepoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Immediate unataka kupokea hii kitu, upinzani mkubwa unainuka kinyume na wewe. inaweza zekana ni kwenye huduma yako, mtu wa Mungu, umejitahidi, umewekeza kila senti uliyoipata, umeomba usiku na mchana, lakini the moment ambayo ndani ya moyo wako umeshashawishika huu um, mpenyo umekaribia, hii breakthrough inakwenda kutokea ghafla, kinatokea kitu cha ajabu kinakurudisha uh, maili 15 nyuma. Inawezekana ni kwenye ndoa yako, ni kwenye uchumi wako, so jaribu kujipima kama una uhakika ulikuwa unakaribia kwenye lango la mpenyo, lango la kupata matokeo, then umeibuka upinzani ambao haujui ni wapi umetokea, haujui nani aliuleta. Ghafla tu inatokea watu wote wanakuchukia. Ghafla tu inatokea kibali ulichokuwa nacho kinapotea. Ghafla mtu wa Mungu unashambulia kwenye lango la mpenyo, lango la matokeo, lango la majira yako, na unatakiwa kuinua madhabahu ya maombi kumuitisha Mungu aweze kukutetea. Unaposoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 16, 9, mstari wa tisa, Wakorinto wa kwanza 16, 9, maandiko yanasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao iko milango, ziko fursa, ziko nafasi ambazo unaweza ukazipata na ukiziangalia, unajua kabisa hiki kitu kinanifaa, nikikipata hiki kitu, nimebadili kila kitu kwenye maisha yangu, lakini ghafla unainuka upinzani. Ukiona hiyo hali, jua kwamba kinachokushambulia sio watu wanaoongea maneno mabaya, kuna zaidi ya watu wanaoongea maneno mabaya. Sio watu ambao wamekuchukia, kuna zaidi ya watu wanaokuchukia. Ni adui anakupinga kwenye lango lako la mpenyo. Uh, Hali ya tano ambayo unatakiwa, uh, ukiiona utafute msaada wa Mungu kwa bidii, ni kupingwa kwenye kusudi la Mungu ndani yako. Kama kuna eneo hautakiwi kupata upinzani ni kuliishi kusudi la Mungu kusudi mtu wa Mungu ni kusudi la Mungu. Hebu kwanza jaribu kufikiri, ili kusudi sio kusudi lako, sio kusudi ambayo amekupa mjomba wako, ni kusudi la Mungu. Inawezekanaje katikati ya kutimiza kusudi la Mungu shetani anakupinga? Katikati ya kutimiza kusudi la Mungu ghafla unapoteza uwezo, unapoteza nguvu, unapoteza ujasiri Upinzani wowote unaoinuka kinyume na kusudi la Mungu, unatakiwa kumtafuta Mungu aweze kukutetea kwa sababu yeye ndiye mwenye hilo kusudi. So unatakiwa kujiuliza, inawezekanaje kila unapotaka kufanya kitu ambacho kinampendeza Mungu kinamridhisha Mungu kinatimiza mapenzi ya Mungu kwako, unakosa nguvu za kufanya, unakosa muda wa kufanya, unaishiwa pesa ya kufanya. Lakini ukiona projekti zako, ukiona mambo yako binafsi, uwezo wa kufanya unakuwa nao, enerji ya kufanya unakuwa nayo. Umepingwa kwenye kusudi la maisha, na haitakiwi uweze kushindwa kwenye hilo eneo. Samueli wa Pili sura ya tano mstari wa kumi na saba samueli wa pili sura ya tano mstari wa kumi na saba maandiko anasema na hao wafilisti waliposikia kwamba wamemtia daudi mafuta ili awe mfalme juu ya ize angalia kilichotokea wafilisti wote wakapanda kumfuata daudi taifa zima liliungana kwenda kupigana na Daudi. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa anointed kuingia kwenye utumishi, alikuwa anointed kuingia kwenye kulitimiza kusudi la maisha. Lakini nini alikifanya Daudi? Maandiko yanasema, naye Daudi alipopata habari akashuka, akaenda ngomeni. Ngoja nikuonyeshe kitu. Huyu Daudi anayezungumziwa hapa ndo tayari alikuwa ashaimbiwa wimbo, Daudi ameua mamia elfu, Sauli ameua makumi elfu. Daudi alikuwa ni mwamba wa vita, Daudi alikuwa mtaalamu wa kupigana, lakini ulipoinuka upinzani kinyume na kusudi, alijua kwamba hii vita si yangu, ni vita ya Bwana. Unajua kosa lako, umewahi kupigana kwa mikono vita ambayo ilitakiwa kupigana kwa maombi? Umewahi kujibu maneno vita ambayo ilitakiwa kwenda kuijibu kwenye madhabahu yako ya maombi? So, mtu wa Mungu, nina uhakika ukiichukua hii hekima ukaiweka kwenye maisha yako itakupa matokeo. Tukutane kwenye seshen nyingine. Mungu akubariki.